Aa, kwa majina naitwa Mtoka Musa Waembwa ni mvuvi katika soko la samaki Feri, lakini pia ni kiongozi katika wavuvi wadogo wadogo hapa katika soko la samaki Feri. Aa, katika awamu hii ya sita kwa kweli tunashukuru sana sisi wavuvi tumepata mafanikio wa mengi sana kupitia serikali yetu, imetuwezesha michango mikubwa sana. Kwanza kabisa ni kitu ambacho kilikuwa jai kutokea katika awamu zote tumepata mikopo ya maboti, maboti makubwa ambao unaweza kuvua samaki ukavua dagaa, ambao ni mikopo ambayo ni ya bei ya, ya, riba ya, ya, ya, ya, mikopo ya nini, ya nafuu ya sana, unaona. Kwa hiyo ni kitu ambacho tulikuwa tunakililia kwa muda mrefu sana sana sana, sana uwezeshaji wa wavuvi. Kwa hiyo tunashukuru serikali ya awamu ya sita kwamba imeweza kujigundua hilo na kuwekeza katika wavuvi, kuweza kuwekeza maboti makubwa na maboti haya yameletwa na awamu ya awamu ya sita ya rais wetu mpendwa ya mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ni faraja kubwa sana kwetu, ambayo tumeona ni mtu ambaye ametuangaza kwa jicho la mbali sana, kujua hawa watu wanahitaji kitu gani, maana akatupa mtaji mkubwa sana wa boti. Maana katika kitu ambacho ni kwa mvuvi ambao ni kitu kikubwa, ni vifaa vya uvuvi ambao ni kama hivyo hivolvo, maboti. Kwa hiyo tunashukuru, ametuona kwa kweli kwa jicho la upendo. Lakini jambo la pili pia tumepata mikopo kupitia taasisi mbalimbali, ikiwepo mikopo ya CRDB, kupitia halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Ah, uh, wavuvi kwa muda mrefu sana tulikuwa tukopesheki, tulikuwa tuaminike, maana taasisi zilikuwa zinatuchukulia kama ni watu ambao si wakopeshwaji. Lakini kwa awamu hii ya sita kwa kweli hatuelewi kitu gani ambacho kimefanyika kupitia serikali yetu. Wameweza kutuamini CRDB na tukopesha leo. Unaona, mabenki yanatufuata, yanatukopesha mikopo mbalimbali. Mbali ambao mvuvi unakopa kile ambacho anachokihitaji na kile ambacho anabidi anataka kutumia. Na kwa sisi tunatumia fursa hiyo, tunakopa, tunaendeleza. Japo kama sio wetu ambao anaweza kupata, lakini wengi tunapata. Lakini jambo la tatu ambalo ni kubwa zaidi kwamba miaka tulikuwa tunavua, tulikuwa tunapata maboti ya uokoaji. Tulikuwa tunavua tu, ikitokea majanga aina mbalimbali, nyinyi kwa nyinyi mnaanza kuchangishana kutafuta vyombo vya uokoaji. Lakini kwa sasa hivi tuna boti la uokoaji. Ina maana ikitokea dharura yoyote, ni mawasiliano tu yakiwepo, inapigwa simu, mtu uliopo nchikavu, basi unaenda kwenye uongozi, unachukua boti bila masharti yoyote, mnaenda kuokoa ndugu zenu, mnaleta hapa salama wasalimini, na maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba tuna manufaa makubwa sana sisi wavuvi katika serikali hii ya awamu ya sita, maana wametuona. Na ukitazama sekta hii ni sekta ambayo inachukua watu wengi sana. Sisi wa darasa la saba tunakimbilia huko wenye kujua kusoma na kuandika tunakimbilia huko, wa kidato cha nne tunakimbilia. Na hii ndo wingi sana watu ambao wengi ambao wamejiajiri. Kwa hiyo utakuta sekta hii wengi sana wamejiajiri kupitia uvuvi, wengi wamejiajiri sana. Na kwa kuwa serikali imetuona kwa kweli, wametuboreshea sana. Tunaomba Mheshimiwa Rais azidi kutukumbuka, tunajua Mungu atamsaidia uchaguzi unaokuja. Mungu atamrejesha tena, atachaguliwa na wananchi kwa hichi anachokifanya Mungu hawezi kumtupa. Tunamuomba atukumbuke tena aendelee. Tunajua mikopo inatolewa ni mingi, msaada unatolewa ni mingi japo kama ni wote hatuwezi kupata lakini tunajua kinachopatikanika kinatoshesha kwa ambao waliopo. Nisiporizika kwa kidogo hata kingi siwezi kurizika. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu. Asante. Na na imani uongozi utakuwa umerekodi hivyo. Unaona? Wengi sana sana ambao tumeenda kwa kupitia boti hilo ni wengi sana wanazama, inapigwa simu, tutakwenda tunaokoa Nona. Kwa kweli kiwasani ni watu wengi sana sana. Yaani ninasema kama boti imekuja nyakati mwafaka. Yaani ililetwa kama vile Mungu alimkumbusha rais huyu bwana wala watu wa changamoto moja mitatu tatu ya uokoaji. Zamani nilikuwa mtu akizama ni changamoto kwenda kumuokoa kwa sababu lazima ni lazima uwapate ndugu zako wakodi boti, laki, boti wa gharama kubwa. Lakini leo mnakodi boti, ina maana ikipigwa simu, uone kwenda kwenye uongozi, unachukua boti mnaisukuma tu hapa mita mbili na ingia baharini, unafunga enjini sisi wenyewe ni madereva hapo, madereva ambao unalipa na nani, mashauri tunachukua mafuta na tunataka kuokoana. Kuwa kwa kweli kimeshafanyika hicho na kinaendelea kufanyika hicho, kwa kweli boti ya uokoaji inatusaidia sana, ah katika kuboresha zaidi. Na upande wa changamoto naweza nikasema ni kwamba ni kweli eh, Mheshimiwa Rais ametuona ni kweli kabisa, homo situmtukumbuka sisi wavuvi. Changamoto yetu kubwa sana ni kweli, mikopo haijakizi, mikopo haijakizi ni sisi kama wavuvi na serikali kwa ujumla. Wale waliotangulia kukopa basi warejeshe, ili hawa wengine ambao hawajapata wapate, kwa sababu ni wengi ambao hatujapata, japo kama ni wengi waliopata, lakini kama tukitoa ushirikiano kwa serikali, changamoto itaisha, kwa sababu tutarejesha na wengine ambao walikuwa hawajapata watapata. Kwa changamoto kubwa sisi bado ni uwezeshwaji tu ndio changamoto kubwa. Mvuvi anahitaji vifaa vya uvuvi, mvuvi anahitaji kitu chochote vifaa na mikopo. Basi kwa kuwa hivi vitu vinaendelea basi wale ambao wenye kopa wenye kukopa wenye katika mabenki wenye kukopa katika serikali maboti haya warejeshe, serikali iangalie watu wengine, huvo tuko wengi wanahitaji mahitaji hayo, changamoto ambayo inaweza ikatatulika. Changamoto kubwa ni hiyo tu, kwamba mikopo bado yatosheleza, lakini sisi wenyewe kama wenyewe tuweze tujiongoze katika jambo hili.

Huyo mwenye kuuza mwenyewe kakataa kuuza mpaka alikodi ile kesho na keshokutwa tumfuatie.